Kwenye maisha siku zote tunatoka kujifunza kwamba unapotaka kuanza kitu chochote, usiogope kuanzia chini, usiogope kuanzia chini kabisa, kwa sababu huku chini tunakoanzia ndio sehemu ambayo tunajifunza, hata kama tunakosea. Kule kukosea, kuanza upya, maana yake ndio kuna kushepu wewe kujua wapi unakosea na wapi unatakiwa kuweka mambo yako vizuri. Unakuta wakati mwingine tunakutana na challenge za watu. Mtu anakushangaa, anakuambia mbona unafanya kitu chako kiloko sana? Sio kama anafanya kitu chako kiloko. Maana yake ni kwamba mtu huyo yuko kwenye hatua ya mchakato. Yaani kwenye maisha hapa katikati lazima ukutane na mchakato. Hakuna kitu ambacho kimekuja moja kwa moja pop mafanikio yakatokea. Hapana. Watu sote wamekuwa wakianzia chini wakiwa wanajifunza, kukua na kuendelea mbele. Kwa mfano watu ambao tunatamani kufanya biashara unakuta mtu ana uwezo kabisa, unamwona ana uwezo, anayo nafasi ya kuweza kufanya kitu nje labda ya mshahara. Hata kwa sisi ambao tumeajiriwa, ambao sisi chochote tunachotaka kukifanya kwa asilimia kubwa ni lazima tuende tukapambana na mikopo ili tuweze kufanya kitu. Ukimwambia basi pambana ufanye kitu kidogo nje ya mshahara wako, anakwambia ah, mimi nasubiri tu nikija nipate mkopo wangu mkubwa ndo nije nifanye biashara fulani. Sio kweli, kwa sababu ukija kupata mkopo mkubwa na ukafanya hiyo biashara ambayo hujawahi hata kuifanya, yani hata kujaribu, iko tu kwenye akili yako kwamba watu wao wanafanya hiyo biashara na wao wanafanikiwa, unaweza kupata msiba mkubwa mno, yani unaweza ukachanganyikiwa kabisa kwa sababu hujajizoesha. Lakini ukianza kidogo kidogo, eh, leo umefanya moja, kesho umefanya mbili, kesho tatu, maana yake utakachokuja kukipata sasa kitaenda kuongeza pale kwenye hiyo tatu yako, ambayo imesogea kuanzia chini. Chochote kile unachokifanya huwa kinaanzia chini. Kwa hiyo usiogope ukaona mbona wenzangu wanafanya kwa ukubwa sana e? Kuna mtu alini challenge jana, anasema ni madam, bwana unarekodi video zako, lakini unarekodi kwenye sehemu ambazo yani sio nzuri bwana. Madam, tafuta location nzuri. Why unataka niende airport nikarekodi video. Aya ndo mazingira nilionayo. Mimi na, nafanya video kwenye eneo lolote ambalo nipo popote ambapo nipo nikiona na kitu natamani kuongea, mi nitazungumza tu. Kikubwa ujumbe unaofikia wahusika, lakini sio kwamba sitaweza kuwa na mazingira ada mazuri ya kufanya kazi zangu. Hapana, naamini katika hatua. Yani, kila kitu kinakwenda katika hatua. Kadri unavyozidi kuwa bora, ndivyo unavyozidi kuutafuta vitu ambavyo vinakuongezea ubora zaidi. Kwa hiyo hata wewe ndugu yangu mwanamke mwenzangu ambaye mpaka leo bado unawaza e, unatamani kufanya kitu lakini macho yako yanaangalia katika ukubwa ambao wewe hauna, yaani una matarajio makubwa kuliko uwezo ulionao. Nakusihi, anza sasa, anza ulipo, anza na ulicho nacho. Mengine huwa yanakuja kuzaliwa baadaye kulingana na jitihada, na wakati huo ukiwa okay, unafanya kumbuka, ni wakati ambao pia uko darasani, maana yake unakuwa unaendelea kujifunza kwamba aa, jana nilifanya katika kiwango hichi, kesho na kesho kutu natakiwa niongeze ubora eh. Leo nimeuza labda maandazi nimeuza shilingi hamsini, kesho natakiwa nipambane niuze ya shilingi mia, kesho kutu shilingi mia hamsini kesho kutwa shilingi mia mbili. Maana yake unakuwa una, unapanda. Siku ambayo hujauza unakaa chini, unajiuliza, leo sijauza kabisa, ni vitu gani vimesababisha mimi nisiuze? Mm, labda nilichelewa kuamka -hmm. au labda vitu vyangu leo havikuwa katika ubora. Kwa hiyo kesho yake, maana yake hautarudia yale makosa. Kwa hiyo tunajifunza ili tuweze kuwa bora zaidi, lakini huwezi ukaanza moja kwa moja ukawa katika ubora mkubwa ambao wewe unautarajia. E, ikiwa bado hujafanya maandalizi ya huku chini, tusiofie kuanza chini, tusiogope tusiogope kabisa. Anasema unapotafuta mtu yoyote, anayetafuta haoni aibu, mapambano yake haonei aibu michakato yake. Yani wewe kama unaona aibu kufanya vile vitu unavyovipenda kwa sababu ya kuogopa watu watasema nini? maidia huwezi kupiga hatua, usionee aibu unachokitafuta. Ndio maana unakuta watu wanakwenda mashambani wanafanya kazi, akirudi mjini ameoga, huwezi kujua hata kama huyu mtu anashinda shamba siku zote. Uko kwenye mchakato wake, wewe huwezi kukujua kesho na kesho kutwa. Ukikuta mtu ana mafanikio, yani, mafanikio usifikiri haraka ameyapata haraka haraka tu kwamba yametokea. Watu hawalali, eh, watu wanakesha, watu eh, wanalala njaa. Kuna mtu anajinyima eh, anajinyima kabisa kwa sababu ya, ya kila anachokipambania ambacho sio lazima akiweke public. Sio watu wote vile vitu wanavyovifanya wanaviweka public, wengine wanavifanya wakiwa na maumivu sana huko chini huko. Akija kuonyesha behind the scene, unashangaa kwamba eh, kumbe huyo mtu alikuwa anapitia mambo yote haya, kumbe huyo mtu alikuwa anateseka hivi. Ni kwa sababu watu wanajijenga polepole. Kwa hiyo wewe usibabaike na wale watu ambao unaona wanaonyesha mafanikio eh, ambayo yameshakuwa tayari. Tamani kuwauliza pia hata michakato yao wanaweza kwa kuhadithia ukatamani ukimbie, ukatamani ukade tamaa kabisa kwamba mm, hey, kama walianzia huku mimi siwezi. Usitamani sana michakato ya watu, na wewe usiogope kuanzia chini. Kwa hiyo anza chini kwa chochote unachokitaka, nenda polepole ukiwa unaboresha. Ukiona unashindwa tafuta wataalamu, wataalamu wapo, watakushauri namna nzuri ya ku uweza kufanya unachokifanya. Na wakati mwingine wala usiangaike kutafuta wataalamu. Mimi huwa nasema yani, wewe ukiamua kukaa sehemu moja, hutaki kujipambanua, huwezi kupata watu wa kukusaidia. Lakini ukiwa mtu ambaye unapenda kutoka kwenda kujifunza, eh, let's say unakwenda kwenye semina mbalimbali zinazoandaliwa kwenye haya makongamano huko, huko unaweza ukajikuta umekutana na watu ambao wanakupushi wewe kufanya vitu bila hata wewe mwenyewe kwa, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuambia, yani maanake wanaona kile kitu ambacho wewe unacho. Unasema hivi, ukikaa na kitu ulicho nacho, nani atakuona nacho? Nani atajua uwezo wako? Nani atajua ujuzi wako? Lakini ukijipambanua ukatoka ukaanza kufanya, ndipo watu wataanza kuona kwamba huyu mtu kweli anafaa, anasaidika, anaweza akasogezwa mbele na akapiga hatua. Ndugu yangu, tunaanzia chini, kwa hiyo usimdharau unayemuona yuko chini leo, ukafikiri hataweza kuwa mkubwa kesho. Kila mtu anakuwa mkubwa kulingana na jitihada ambazo ana, anaziweka. Kuna msemo anasema usimdharau usi mjua. Ukimuona mtu yuko chini, mtie moyo, mwambie pambana, nenda. Leo uko hivi, kesho na kisho kuta, utakuwa mzuri, utakuwa bora zaidi. Kikubwa usikate tamaa, ni mwendelezo tu. Mwendelezo ndio unaotufanya tupige hatua eh. Hakuna kitu ambacho kinafanyika bila mwendelezo kikakuwa Ukishindwa kuendelea maanake umeacha, lakini ukiwa na mwendelezo maanake utafanikiwa. Kwa hiyo usikate tamaa. E, heka heka na mchakamchaka wa barabarani ni mwingi, kujikwaa ni kwingi, kulia ni kwingi, kusemwa ni kwingi, kusimangwa ni kila mtu atakupa maono au maoni ya kila aina, lakini so long as unajua unachokiamini basi usiogope kuanzia chini. Wewe pambana tu, ipo siku ambayo Mwenyezi Mungu atakupa mafanikio yako. Kikubwa na cha msingi ni kuhakikisha unajua kwamba mafanikio ni mchakato. Kwa hiyo usiache kupambana na mchakato wako na usikate tamaa. Kila kitu kinawezekana ukiamua, kinaanzia kwenye mtazamo wako. Mungu awabariki sana.